inakuwa na maradhi nyoyo zetu tulizokuwa nazo zinakuwa na maradhi kama ilivyokuwa miili yetu tuliyokuwa nayo inakuwa na maradhi. wa min akthari amradh alqulub alhasad. Lakini katika maradhi hatari ya nyoyo ni mtu kuwa na husda, kuwa na hasadi, wahuwa tamanni zawalin nimat llahi anil ghairi na tunavosema hasad ni mtu kutamani kuondoka neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwingine. Allah anagawa riziki kwa watu. sawa sawa riziki itakuwa katika mali sawa sawa, riziki itakuwa katika elimu sawa sawa, riziki itakuwa kwenye cheo sawa sawa, riziki itakuwa katika wadhifa na mfano kama huu. Allah subhanahu wa ta'ala huwa anagawa riziki kwa watu. Kwa hiyo Allah anavyokuwa anampa riziki fulani mja wake fulani halafu wewe ukawa unachukia ile riziki aliyopewa mja fulani na ukawa unatamani hiyo riziki iondoke hiyo, okay. Hiyo ndo hasad na hiyo ndo husda sawaun, so, kanati hadhihi ni'matu madiyatan au maanawiya so, sawa sawa hii neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia mja itakuwa ni neema ya kimaddi neema ya kimali ulimwenguni, au neema ya kimaana kama ilivyokuwa elimu na imani na mfano wake. Mtu anavyokuwa na husda kwa mwingine, anakuwa ana maradhi mabaya ya moyo, maradhi yanayopelekea yeye kuugua kimoyo, hata kama kidhahiri ataonekana ni mzima wa afya.

Wadda kathirun min ahli lkitabi lau yarudunakum min baadi imankum kuffara hasadan min indi anfusihim wala wanatamani, wengi katika wale waliopewa kitabu katika Mayahudi na Wakristo lau wakurejesheni ninyi nyuma baada ya kuwa mmeamini muwani makafiri. Hayo yanatokana na husda waliokuwa nayo kutoka katika nafsi zao. Maanake kwamba tabia hii ni tabia isiyokuwa ya Kiislamu, bali wenye kupambika na tabia hii ni watu wa kitabu katika Mayahudi na Wakristo. wa huwa amrun naha anhu nabii Sallallahu alayhi wasallam li shana'atihi. Na jambo hili la husda ni katika vitu ambavyo amevikataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ya ubaya wake. Faqala Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema: la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. La tabaghadu, msibugudiani, msiwekeani chuki. Wa la tahasadu, wala msihusudiani, msitamaniani neema zilizoko baina yenu, vikondokeeni

kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, iyakum walhasad faina alhasada yaakulu lhasanati kama taakulu nnaru lhataba. Jeposheni na husda, kayeni mbali na husda. Hakika husda inakula mazuri kama vile ambavyo moto unavyokula kuni, kama vile ambavyo unavyochochea kuni jikoni na mfano wake zile kuni zinavyokuwa zinateketea. Sawa sawa, wewe unapokuwa unafanya matendo mazuri matendo ya dini ya Kiislamu, lakini katika matendo yako ukawa na jambo la husda, ukawa unatamani neema ambayo Allah subhanahu wa taala amemjalia mja wake katika waja wake, hiyo neema iwe ni yenye kuondoka. Ihdharu ibadallah, an tahtarika hasanatukum tahdharini

tahliku lshaara wlakin tahliku ldina, dabba ilaikum dau lumam, umeingia kwenu ugonjwa wa nyimati, umeingia kwenu ugonjwa ambao ulikuwa umetamalaki na kuenea kwa watu waliopita kabla yenu. Alhasadu walbaghdha, husda nachuki, na chuki. Wahiya lhaliqa, na hizi tabia ni zenye kunyoa la aqulu tahliku shara, sisemi kwamba hizi tabia zinanyoa nywele walakin tahliku dina, lakini zinakuwa ni zenye kunyoa dini ya mtu, inakuwa inaondoa dini yake kutokana na tabia hii ya husda. Wa kad qala an-nadhim, na hakika amesema mshairi: kullu al-adawati kad turja mawaddatuha illa adawata man adaka min hasade, mapenzi ya kila uadui, kila uadui

illa hasida ni'matin fainahu la yurdhihi illa zawaluhu. Kullu nnas, watu wote. Akdiru ala ridhahu, naweza kuwaridhisha. Illa hasida ni'matin, isipokuwa mtu mwenye kufanya husuda ya neema. Fainahu la yurdhihi illa zawaluha, yeye haridhishi isipokuwa na hiyo neema kuondoka kwa ndugu yake.

yakau kathiran baina ahli sunna, husda inatokea mara nyingi baina ya watu wanayefanya kazi fulani, wanaofanya fani fulani, husda inaweza kupatikana baina yao. wal wadhifatil wahida, kadhalika husda inaweza kupatikana kwa watu ambao wanafanya kazi moja sawasawa sawa, hiyo kazi itakuwa ni kazi ya kiserikali au kazi ambayo wao wameamua kuifanya. Husda tunayozungumzia inaweza kupatikana katika hiyo kazi yao. wa baina tujar kadhalika, husda inaweza kupatikana baina ya wafanyabiashara. Watu wamefungua biashara zao, lakini mmoja akawa anapata wateja, inawezekana wengine wakawa wanatamani biashara ya yule ife ili hao wengine waendelee kufanya hiyo biashara au wakatamani ile neema ya yeye kupata wateja iondoke. Hii ni husda wa baina ahli asinni almutakarib. Lakini si hivyo tu, husda inaweza kupatikana baina ya watu ambao wana umri unaokaribiana, miaka yao ya kuzaliwa inafanana, lakini mmoja akawa anapiga hatua kimaendeleo, wengine waliobakia wanaweza wakawa wanamfanyia husda yule mwenzao kwa maendeleo anayoyapiga. Wa akbahu min dhalika, lakini mbaya katika sehemu ambazo husda inakuwa ni yenye kupatikana na kutokea, ma yakau baina tulabi lelmi waaduati wal mashayikh, ni ile husda ambayo inapatikana baina watafutaji wa elimu ya kisheria na baina ya walinganizi wa dini ya Kiislamu na baina ya masheikh. Hapa panakuwa ni pabaya zaidi kwa sababu kinachotokea si kwamba mtu tu anakuwa na ridhia mwenzake, labda kuwa mashuhuri au mwenzake labda kuwa na wanafunzi wengi na mfano wa vitu kama hivyo. Jambo linalokuja kuwa baya zaidi, inawezekana mwingine akawa anafuatilia makosa ya mwingine, na atakavyoyapata akawa anasema maneno mabaya kwake yeye, inawezekana akazungumza maneno yasiyo sawasawa kwake yeye kwa sababu tu kwenda kuna neno fulani alisema au kwa sababu kuna kitu fulani alikisema. Haya yote yanatokana na jambo la husda, jambo baya mno, kwa sababu hili jambo ni jambo la kidini. Wewe hautaikani kuwa na husda mwenzake kwa kila ambacho mwenzako amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sawasawa, itakuwa umepewa elimu kubwa, sawasawa atakuwa sawa nakubalika na watu sawa sawa, so, wanavyozungumza watu wanakuwa wanasikiliza sana. Hutakikani kuwa na husda kama hiyo, kwa sababu hili jambo la wewe kuwa na elimu ni jambo la dini. Kwa hiyo inatakikana uridhie kadiri ya vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyokujalia wewe kuweza kuwa. Kwa hiyo unapokuwa na husda, maana amba utakuwa una jambo baya zaidi, na si ajabu ukaje kufanya mambo siyoridhiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si ajabu kumwombea ndugu yako dua isiyo kwa mzuri. Si ajabu kumwombea ndugu yako limpate jambo baya ili kusudi tu wewe uchukue nafasi yake au wewe usikilizwe kuliko yeye. Haya ni mambo mabaya na ni maradhi mabaya ambayo yanapatikana katika nyoyo za watu. Wala hasadu yakau siyasi baina siyasiyin. Vile vile hii husda tunayozungumzia inakuwa inapatikana baina wanasiasa wakadiyara baadhuhum ana lladhi akhadha daula la yastahiku. Inawezekana mmoja katika wanasiasa akaona kwamba yule aliyeshika kamba ya kuongoza dola hastahili, na si kwamba kweli hastahili, ni kwa sababu ya husda, ni kwa sababu ya kuona kwa nini awe yeye na kwa nini asiwe yeye ambaye hayo mamlaka hajayapata, kinachopelekea. Inawezekana si ajabu mtu akaingia katika shiriki kwa ajili ya kumwingia mwenzake. Inawezekana mtu akaanzisha chokochoko choko na chuki dhidi ya mtawala, ili kusudi ikiwezekana aondolewe awe yeye. Inawezekana akaridhia damu za watu kumwagika, inawezekana akaridhia mali za watu kuharibiwa, inawezekana akaridhia heshima za watu kuvunjwa, muhimu tu aliyoko aweze kuondoka ili yeye aweze kushika hatamu ya dola. Wa kullu dhalika bisabab alhasad, na yote hayo ni kwa sababu ya husda. Husda ndugu zanguni, jambo lake ni baya ni jambo baya baya baya mno, bali natakikana tusafishe nyoyo zetu, tuhakikishe kwamba jambo hili haliwi ndani ya nafsi zetu. Fa faala lmuslim al an yardha bi qada'i illahi wa qadari, ni wajibu kwa Muislam aridhie aridhie hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala na makadirio yake. Wa anna annama atahu llahu akhaka kad tika bifadli, na ufahamu kwamba yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa ndugu yako katika fadhila zake, anaweza kukupa wewe la tatamanna an yazula min akhika, basi ile neema ambayo ndugu yako anayo usitamani imuondokee ndugu yako. Wewe chakufanya chukua sababu na muombe Allah subhanahu wa ta'ala labda akupe kama yeye, na wewe ufanye mambo ya kheri kuliko yeye. Hivi ndio unavyotakikana kufanya wewe Muislamu, lakini sikutamani neema ambayo mwenzako amepewa imuondokee. Walhasidu la yahda ubalu na muhasidi moyo wake hautulii, wa huwa fi ghammin da'imin, yeye anakuwa kwenye huzuni yenye kudumu. Khasatan idha raa man yahsuduhu, hasa hasa anavyomuona yule anayemfanyia husda, hapa anazidi kuungua, anazidi kuumia na maradhi yake yanaongezeka maradufu.